Rais wa Urusi Vladimir Putin ameahidi kuiunga mkono Iran kufuatia mashambulizi dhidi ya taifa hilo yanayofanywa na Marekani na Israel. Itakumbukwa kuwa Iran imekuwa ikiipa silaha Moscow katika vita vyake vinavyoendelea na Ukraini na mataifa hayo mawili ni washirika wakubwa wa, wa, wa kimkakati. Wakati huo huo, mazungumzo kati ya urais Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arachi yanaendelea mjini Kremlin. Huu ni uchokozi usio na msingi wowote dhidi ya Iran amesema rais wa Urusi katika hotuba yake ya ufunguzi iliyotangazwa moja kwa moja kwenye kituo cha habari cha televisheni ya serikali ya Urusi. Putin ameongeza kuwa nimefurahi sana kwa ujio wako mjini Moscow leo, inatupa fursa ya kujadili mada zote ngumu zinazotukabili na kufikiria kwa pamoja jinsi ya kutafuta njia ya kujiondoa katika hali tuliyonayo leo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran